its ism agibuawa mgod you going from m is is h. Yani, wapo natoka huko. Kwani hujui kama kuna msiba? Mimi nimetoka msibani kai apanaponiona nimepigwa simu na wai nyumbani, mdogo wangu anaumwa ku huyo namuwai kwayo nimewacha wanasafirisha mwili wa marehemu. Mimi najua kwamba kuna msiba lakini sijaenda kwa sababu yo ndugu yangu Kandanda ni rafiki yangu, shoga yangu. Rafiki yangu mpenzi. Unaona? Akiwepo na shida zake zile zile ndogo ndogo kama elfu mbili begani begani nampa, lakini kwenye dili nono kama hilo Kandanda hajanishughulisha kweli. Kandanda, msiba umetokea, Kandanda awa kunifata kuniambia kwamba kuna msiba. Yani ule analoa ngumu sana yani, kasha sahau kabisa kwamba mimi ndo maarufu hapa Mkulanga. Mimi ndo mlinda majeneza, mashuka ya msibani nalinda, makapeti makapeti ya msibani nalinda, mikosea madili. Ila unajua masuala ya msiba ni masuala ya kushtukiza. Huyu e, itakuwa amepagawa na msiba. ila kwa sasa hivi ukienda tnaawai ndo alikuwa anajiandaa hmm. Yani tena inakuwa ni bora anavyosafirisha kwa sababu msiba wenyewe kwanza, huo mwenyewe umesikia msiba unamauzauza mtupu. Haya, unaambiwa kopa sheria ukiwa kwa upanga na unakofa kwa upanga. Haya, msiba unasafiri ukisafirisha msiba, ni utakuwa msiba mimi yako unasemaje, bwaga hmm? Ah, ah, naenda Uzi, hujasikia vizuri, naenda Shemeji. Shemeji. Shemeji. Salama tu. Kwema. Huko salama tu, sijui wewe uko? Dada yako Kipipi anaendelea ya vizuri kabisa, na shida yoyote, ila kikubwa nikushukuru tu shemeji yangu kwa kweli. Kwa nini? Ah, sikosi Kipipi mpaka hali yake nafika, vile si wewe Sawa so. Ila shemeji, moja ya kitu ambacho mimi najivunia kwako kwamba yule shemeji, ule shemeji, unajua ndio maana unaanza kucheka shemeji. <laughs> Aya, unaelekea wapi? Naelekea hapo kwa Cheupe, kanipigia simu asubuhi, kaniambia niende kwao, nikamsikiliza sina shida gani. Na mimi shemeji, naelekea hivi, ila wakati natembea naelekea huko sitageuka nyuma maana nafsi imeumbwa na tamaa. Msemeji una tabu wewe? Niangalie, niangalie, niangalie hivi. <laughs> <laughs> Bwaga una akili kweli wewe? Maneno gani sasa unaongea? Hebu mi mimi niache, ni mwai mdogo wangu na anajisikia vibaya kwoe. alafu pale msibani sikuna daftari. Sasa, ninakosaje ile daftari? Haya sawa. sasa na naamini, na koti la babu aliwezi ikakosa chawa mm, na shuka la bibi alikosa kunguni. Wewe unajua kuna vichini vichini vimebaki, kwa hiyo nilikuwa naomba unipe na mimi nika <laughs> kawakilishe hivi Bwaga unawaza kweli kichwani wewe. Mm, zimeenea nyingi, ni zingine nazisokota hizo. yani mimi nikupe wewe hela ukatoe msibani sasa hapa unavuna wewe? Nimetoa mimi au umetoa wewe huo mchango? Haya, basi sawa, naomba yaishia hapa, maana kujua idomo lako la mama, unaweza kanibatukia hapa mpaka watu wakaniona jao. Hebu niachi niwahi

ila kwani mama ana tabia kule ya kuja kukagua misukuli yake hamna, hmm, gani? Mara moja moja sana ukuta, hata kwa wiki hata mara moja mara mbili hivyo, hana kawaida hiyo mara kwa mara. Basi hapo ndo pazuri, kama hana kawaida ya kuja kule, ninachokushauri usimwambie kitu kwanza, muache kama alivyo, naye kaa kimya hivyo hivyo, uwezi jua, labda atarudi

Ulikuwa wapi mpaka huu mwanadamu anapata ushambulizi? Nadhani nilikwambia asikaribie uchafu wala kunikaraisha <tune> lakini, huyu mwanadamu ameshindwa kabisa kuwa msafi, na hata hivyo nimekuja kwa ajili ya kumsaidia mm. Rudi nyumbani, tutakuja kuongelea huko. Basi kama kweli utolia imba nyimbo niamini kama upo sawa. Eh, imbe nyimbo mm -hmm. <coughs> Tengeneze kuzomeo nana kuimba, kuna sauti yake na kuongea; kuna sauti yake kuima, upate upatile toni kama livyokwambia mwanzo. Eh. Kuna lisongi moja hivi la singeli naimba hivi. Mapenzi yamekuwa kama bahari lenye wimbi mvu, vinashindwa vua samaki vyema. Mara ya kwanza nifumania akadai eti kapitiwa. Mara ya pili mejirudia kumbe kuchitie kazoea, siwezi penzi la mchongo kumwamini tena uongo Tisa. Eh, si wanaona pendaga mazumbano? Eh? Umeniambia tu niimbe, hujaniambia nikuimbie nyimbo ya aina gani? Umeona? Afu mimi mwenyewe kuna diski langu kuna mafaili kibao sana ya kujaza nyimbo. Kuna jikuta nimeamua tu kuimba hivyo. Umeona? Unafikiri hata hawa wa, waimba muziki hao wa, wataimba nyimbo ya staili moja? Sometimes unakuta wanaimba nyimbo ya kusumaisha, wanaimba nyimbo ya kuchitiwa hata ukichitiwa unakuwa unajifariji, fariji. Hata mimi kwa zangu nini hapa?

Hebu rudia kama sijakuelewa hivi. Na maanisha hivi, mume wako wewe atakuwa anatoka na Shakira. Maana mimi nimewaona ila, ila wao walikuwa wajaniona. Ila ukaribu wao nilivyowaona, Lazima tu atakuwa wana mahusiano. Kwa sababu nimemwona Shakira amemwekea mikono mume wako kwenye mabega, alafu hapo karibu anashikana shikana. Je, huo ni ushemeji gani? Mm. Ndio maana mbwembo nilipomwaga, ameniruhusu kwa wepesi kabisa. Nikashangaa. Kumbe alitaka mimi nitoke ili na yeye atoke akafanya mambo yake. Sawa. Sasa kama Shakira ameamua kuwa adui kwangu, basi asije akabadilika tena kuwa rafiki kupitia mwenyewe. Subiri

vinge mitwe yase bapaga binge balemelwa kolala binge waliwaza vakopandika kina ikwava Bapandeke heshima ikojoba yugakala ili yopandishwe bodola lazimo pita chini ya ubungu

Nikitoka zangu huko na ingia zangu maskani na ndondoka zangu mtaani pale, yani baluza, toka jana nakutafuta wewe, sikukuona mjomba. Alikuwa na shida na sisi, kulikuwa na kikao cha dharura. Nimekutafuta kutwa nzima sijakuona. Sasa sisi hosi, tunajua harakati za mtu mweusi. Basi ngewe tu wenyewe, unajua hatuli mpaka tukimbizwe mtaani, si unajua. Alafu kuka nyumbani pale zarau mimi mchezo wangu misele huko na hiyo ndio nimegeuka pale. Si unajua tena mazingira ya dundo tena mwanangu. Na kujua mwanangu, miguu yako kama imelambwa na mbwa. Kila siku wa kiguu na njia. Upumziki, utulie. Ni afadhali hata nilivyokuona hapa. Moja kwa moja tuondoke nyumbani tuende kwa mazani na mjombo kuhusu icho kikao chake. Sema. Naturally. Hapo wenyewe kwa heshima da sister. Sema nini? Si on time tu dakika mbili. Tunaingia kwa monetu pale, tunagusa, tunaingia mtaani. Wewe nikikuacha sasa hivi nitakuona leo tena? Ni bora tukaondoka sasa hivi tukamalizana na mjomba, alafu ukaendelea na kuzuru kwako. Kakaka kipunje. Mimi samani kama nitakuwa nimegailisha safari yenu huko mnakoenda, ila huyu leo inabidi niondoke naye. Samani nini, boy? Kama nilivyogelegeza pale maskani. Wantae moja, tunaweka usela pembeni, tunafuata masuala ya kifamilia. Au vipi? Si swala letu, tutamaliza muda wote. Sister, mimi nimekuelewa. Sema nini? Wewe acha tuingie hapo kati. Wewe hapo umeongea kidogo, nakuamini. Huyu mwenzio huyu, ah. <laughs> Simwamini hata kidogo. Basi sawa, baruza baruze kweli, nyumbani ufike hapo, kwenye kwa heshima da sister. Mchezo wayani ile ile baluza ile ile tuna baluza tunagusa ah, sawa basi Kihelehele tu mtu nishamweka kwenye mipango yangu, alafu etu namwambia rudi nyuma. Badala ya kukaa kwenye kilinge chako usubirie wateja, kazi kuzurura zurura. Haimaanishi kwamba umeniweza mimi. Ni mtu wa mipango mingi. Ukipita mlango wa nyuma, mimi napita mlango wa mbele, na muda sio mrefu, lazima nitimize jambo langu la lambwi, silambwi, silambwi la Najua unachokifikiria na sio kwamba mimi nina kelele, ila ni majukumu yangu, kwa sababu nilimwahidi yule mwanadamu nitamsaidia kwa kitu chochote kibaya kitakachomtokea. Na sio kwa wewe tu, kwa mtu yoyote atakayejaribu, Bapandeke, kumsogelea Jomba. Na uchibundugwa na uwe bunduga, uchiririrwa na uwe rira. Sasa uzimbe wako umekufanya mpaka na wewe umeenda kubundugwa. Nilikusia awali usikaribie, lakini sio kukaribia tu, wewe umeenda kufanya kabisa. Huoni kama unahatarisha maisha yako? Ni kweli mjomba, ila mimi nahisi ni changamoto tu za kubalee, naendesha sana na hisia, nafikiri ni sendo zinipeleka mpaka nikafanye hivi Komi mimi naomba unisamee sana mjomba. Nimekusamehe. Lakini isijirudie. Nadhani unafahamu fika mapambano tuliyonayo nayo. Nimekuletea huyu kiumbe kwa ajili ya aje kukusaidia wewe. Na wewe uweze kusaidiana na mimi. Hivyo, kuwa makini sana. Mjomba, nimekuelewa. Na nitakuwa makini sana kwenye hili. Sitokuyumbisha na wala sitokuenda kinyume na utaratibu wako wa upanga. Sawa. Nenda kapumzike.

Mzoga huko mitaani unakuja kunipaka shombo mimi, si ndiyo? Mbwembwe, nimekuona kwa macho yangu umesimama na Shakira na kwa vile mlivyosimama inaonyesha zaidi kabisa mna mapenzi, maana mnapenzika na mnalavyuka kwa macho yangu. Mbwembwe, unataka kuona nini kwangu? Eh? Wewe nikuamini vipi? Mimi umenivalisha hili bangili lako, sijui ndo pete, muda wote mtu anajua mimi ni mke wa mtu. Wewe una chochote, wala pete hujavaa. Yaani mimi ndo niwe na alama kama mwindi mangarasuti wa kike, wewe wa kiume una alama yote? ili we ufanye mambo yako uko nje si ndio? Mbwembwe, nakuheshimu sana lakini huku na kuendea, nitazivua heshima zako zote na nitakutupa kule jalalani, na hutuamini kama ndo mimi kipipi. Yaani kipipi, kila siku zinavyozidi kwenda nathibitisha kuwa mke wangu wewe ni chizi, yaani namaanisha hauna akili wewe. Na ninavyokujua wewe, kwa kolomelo uliokuwa nayo, kwa akili uliokuwa nayo Sizani kama unaweza ukaniona kacha kuja. Wewe umeambiwa. Sasa na aliyekuambia amekosea kukupa taarifa. Amekuja kukugomanisha. Amekosea kabisa. Wewe kumfikiria Shakila vibaya. Wema wake uko wapi? Wewe usi ulikuwa na umo wewe hapa. Nani kaja kukusaidia hapa kazi? Ache hizo habari bwana. Mimi nimekuona kwa macho yangu wala sikwambiwa. Alafu unasema eti mimi nakumwekea mashaka Shakila. Ulitaka nimwekee mashaka bibi yako. Wanaume wenyewe siku hizi mmekata kamba nyinyi. Nakuamini vipi wewe? Nisikilize na ndio maana ukaona watu wote hakuna kuniletea hapa zaidi ya Shakila, si ndio? Kwa sababu mwanamke wako na kujua. Yaani wewe ucheleweshi, mpaka naongea hivi, nakujua vizuri mangu, kwamba wewe ni kipusa. Sasa sitaki kugombana na wewe. Sitaki kugombana na wewe. Wewe mwendawazimu nini wewe? Yaani mimi naongea, sijamaliza, unangoeza miguu yako. Unaenda wapi? Nisikilize, niongee mpaka nimalize. Iko hivi. Kwa hiyo wakunisaidia wote wewe wa hujawaona. Wewe ndugu una. Mimi ndugu sina. Ukaniletea hapa Shakira kwa sababu ni mwanamke wako, si ndio? Mbwembwe, ulipolala wewe ndo nilipoamkia. Nitakuonyesha show ambayo hujawahi kuiona. Hivi unadhani mimi nitakupiga we wewe chizi? Mimi siwezi kukupiga wewe chizi. Hivi ninakupiga wewe serikali na iambiaje? Maana unaweza kukupima wewe wakagundua kwamba wewe hauna akili. Sasa, sinajitafutia kifungo mimi bila sababu. Sitaki ugomvi na wewe. Ah. We, vipi? Nini? Unaanzisha ugomvi wa mawe afu nyumba yako na madirisha vyoo Mbwembwe? Kaa ukijua haya matusi yanaonekana kila siku kwamba mimi sina akili mimi chizi. Leo nitakuonyesha wandazi mwangu walisi. Sasa kama yeye chizi, mimi sindo mwalimu wa machizi. Sasa ngoja nimuonyeshe na mimi kama ni mwalimu wa machizi. Sina shida na shikamo yako. Nina imani nitatimiza kila ambacho nilikuwa nakitafuta. Kama nilikosa kwa yule, basi nina imani kwako, kwa nitapata kibibi mzangu. Mimi sijakuelewa. Ndio nataka nikueleweshe. Habari zenu washabiki wa, wa Chendo OG. Kwanza kabisa tunawapenda na chengine tunaomba radhi kwa ule muda ambao ulikuwa tukiwacheleweshea kazi, ni changamoto tu za hapa na pale ndizo zilikuwa zinasababisha tusiwape kazi kwa wakati, ila sasa hivi tutaenda na nyinyi sawa na chengine, tunawaletea series mpya ambayo inakwenda kwa jina la kwetu itapanda kule, kule kwenye akaunti yetu nyingine ya Chendo Gang. Hivyo, kaa tayari kwa kuipokea na si nyingine hiyo hapo.

Kwanza nitafuta oh! Kama sijarudi pesa zangu nakutoleni lazi wote uh, uh. Kicheka na nyani, utavuna mabua, mm. na zangu. Mama misosi. Na kuna zaidi ya misosi. Usisahau kujikumbusha neno la leo pindi unapofika nyumbani. Kuna mtani kwenu, alafu kuna kwetu, ukwa tutegemei vya ndugu. Kuna familia yenu, alafu kuna yetu yetu wayaishakimau